Bismillahi rahmani rahim. Unapokuja kula tunda, unatoa gamba ama ganda la tunda kama lile kisha unakula kile ambacho kwamba kipo ndani. Hii ndio tofauti kati ya kishr gamba na uh, lub kile kiliyoko ndani ya gamba kama lile vilevile, vile tukija katika ibada ya swala kuna harakati za nje ambazo kwamba ni kusimama, kurukuu, kusujudu, alafu kuna roho ya ile ya ibada ya swala ambayo kwamba inapatikana ndani yake. Mara nyingi sisi tunakuwa ni wenye kujipiga na mikeka eh, kwa sababu ya kuzingatia zaidi vile vitendo vya nje, lakini roho ya ile ibada inakuwa inatupita, hatuna hudhuri ndani yake. Kwa hivyo ili tuweze kukuza khushui katika swala zetu ili tupate kukimbia, eh, kushughulishwa akili zetu katika swala zetu, tujitahidi na kutia bidii zaidi katika roho kuliko gamba katika roho ya ibada ya swala, kuliko vitendo vya nje. Hatumaanishi vitendo vya nje si muhimu, ni muhimu, bali na ndo harakati za swala na zatakikana zifanyike kwa sifa zake, namna zilivyoelezwa katika sheria, lakini ile roho ya swala ndo muhimu zaidi kupatikana. Wallahu ta'ala ala wa alam.